Bawabu wa usiku wa shule ya msingi ya Victory Christian eneo la Seregeya, kaunti ndogo ilikuyani, ameuawa kwa kuchinjwa usiku wa kuamkia leo, huku kisa hiki kikiwachochea wakazi eneo hilo kuifunga barabara kutoka Turbo kuelekea Soy, huku wakilalamikia ongezeko la visa vya mauaji eneo hilo. Ni taarifa na ngazi ya Amunya Oteno. Kulingana na Eli Juma, ambaye ni bawabu wa mchana wa shule ya msingi ya Victory Christian eneo la Seregeya alifika shuleni humo saa kumi na mbili asubuhi kwa zamu ya ulinzi wa mchana wakati alipoipata maiti ya bawabu mwenzake Barasa Osino iliyokuwa na majeraha mabaya akiwa amechinjwa. Nilikuja asubuhi ili kumwandwa baadoke, ndipo nilikuta geti imefungiwa ndani, nikaruka fendi ili kuangalia ni nini kimefanyika, nikakuta milango imefunjwa ya, ya milango ya ofisi vitu zimeipiwa, ndio nikakuta yametandikwa, amelaswa pale jini chini ya sakafu ni kama amejinjwa kitoka nyumbani, ikija ninapata mzee wangu amewawa, amewawa kinyama sana, na ninahusuni sana wenye ambapo wamefanya hiki kitendo. Hiyo damu iwaandame wa kwa sababu amemuua bila hatia. Mimi hivi vile nimewachwa, sina mbele sina nyuma. Kulingana na mwalimu katika shule hiyo Mesha Kamsale, mali ya shule hiyo iliibwa katika uvamizi huo. Vitu ambazo zimeibiwa hapa si vitu ambayo unaweza sema ni vitu zinaweza sababisha mtu auawe, wa kwa sababu wameiba projekta, wameiba mataa mbili floodlights za sola, wameiba mashini ya cherehani ya stima na wameiba na printa na matamus. Sasa hiyo ni kitu ya kuua mtu. Wakazi wa karibu na taasisi hii ya elimu wakiongozwa na mwakilishi wa wadi ya Kongoni Robert Mahanu wamelalamikia ongezeko la visa vya mauaji hasa kutokana na misururu ya mauaji ya eneo hilo. Mimi ni ndugu wa mwalimu Evans ambaye ameuliwa two weeks ago, na wakati aliuliwa tulikuja tukaambiwa, disa akakuja akasema, baada anafanya uchunguzi. same thing imeshaanza ku repeat tena, wamekuja wameua watchman hapa. Watu wakishikwa, unapata baada ya siku mbili wameachiliwa, unapata wamejipost kwa Facebook we are free. Sasa where is the security? Teregea. Tunaomba haki, mauaji yamezidi, kila baada ya wiki moja ama wiki mbili kuna mauaji yanafanyika. Huyo waziri ambaye amepewa mamlaka na, na president wa Kenya Dr. William Samoei Ruto amepatia ndugu yetu Kurumen, afanye kazi kasi kama waziri. Afisa wa polisi walikumbwa na wakati mgumu kuiondoa maiti hiyo, huku wakifurushwa na wananchi wenye hamaki waliodai kukosa imani na utendakazi wao. Mauaji yanafanyika askari wanakuja wanapiga mwili picha wakitumia simu, wanabeba mwili, wanaweka kwa Land Cruiser, wanapeleka mochari, and then wanarudi, wanaenda wanakaa kwa maofisi. Hatujui hizo mapicha wanaenda wanaweka status ama wanaenda kufanyia nini mwili mwili mwili mwili aturuhusu, mwili itoke hapa, uchunguzi inafanywa sisi wote tukiwa hapa. Ili mlazimu kamishna wa kaunti ya Kakamega Michael Mwangi kuwaongoza maafisa wakuu wa usalama kutoka kaunti hadi eneo hilo ili kuwatuliza wananchi. Wananchi meria mm. tumesikia kilio chake mm. kile tunasema ni justice na haki lazima yeah. i yeah. na kama kuna mtu anashikagwa anaenda anapelekwa mahali anarudi Nataka nione mwenye atashikwa leo alafu arudishwe. Umesikia mkisema watu wanafika polisi wanarudishwa. Hii tutafuata to the rata. Hata kama ni kuita watu kutoka mahali ingine wakuje waangalie ni nini tutafanya sababu hatutaki iendelee. Mkubwa amesema tumeanza. Mimi kutuona hapa ndani kama mimi ni wiki mbili mgani hapa. Si hata mnipea nafasi pia mimi nitaanza kazi kiasi, hata mimi nitakuwa mkubwa. Siwezi kuwa mkubwa kwa kunua maembe hey. <laughs> Joseph Amnyotieno, West TV, Likuyani, kaunti ya Kakamega.